Aliekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Amolo Odinga, amezikwa Jumapili Oktoba 19, 2025 nyumbani kwake kijijini, huku taifa la Kenya likiwa katika hali ya sintofahamu ya kisiasa baada ya miaka mingi ya vurugu za baada ya uchaguzi na maandamano ya mara kwa mara dhidi ya serikali. Viongozi wa ngazi za juu waliohudhuria mazishi hayo ni pamoja na rais William Ruto wa Kenya, ambaye alitia saini mkataba wa kisiasa na Odinga mapema mwaka huu, ambapo alisisitiza umuhimu wa chama chake cha ODM kubaki na mshikamano na wakatoa wito wa ama kuunda serikali au kujiunga na serikali ijayo baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Odinga ambaye alitambulika kama shujaa wa demokrasia na mtetezi wa haki za wananchi amezikwa kwa heshima kamili za kijeshi ikiwepo kupigiwa mizinga kumi na saba ya heshima kutoka kwa jeshi la ulinzi la Kenya ambapo amepumzishwa kando ya kaburi ya baba yake Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa miongoni mwa wapigania uhuru wa taifa na akawa makamu wa rais wa kwanza wa nchi hiyo Jomo Kenyatta. Maelfu ya Wakenya na wageni mashuhuri kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika walihudhuria ibada hiyo ya mazishi iliyofanyika

chuo cha sayansi wakimtambua marehemu kama mpigania haki wa Afrika aliyejitolea bila kujitafutia makuu. Licha ya eneo la mazishi kuwa limetengwa na familia na viongozi wa kitaifa, waombolezaji waliokuwa na simanzi na wenye kutoka machozi walivunja mikanda ya usalama na kuingia ndani kwa nguvu wakitaka kutoa heshima zao za mwisho kwa mpendwa wao Odinga. Odinga amefariki akiwa na umri wa miaka themanini akiwa nchini India na mwili wake ulirejeshwa nchini Kenya siku ya ambapo ulipelekwa na maelfu ya waombolezaji katika mji mkuu Nairobi. Katika kipindi cha siku tatu za maombolezo, hafla nne za kuaga mwili wake ziliandaliwa zikihudhuriwa na maelfu ya watu nchini Kenya. Hata hivyo, katika misongamano hiyo inaripotiwa kwamba kuna watu zaidi ya watano walipoteza maisha na wengine zaidi ya mamia kujeruhiwa kutokana na mkanyagano wa hapa na pale na vurugu ambazo zilitokea wakati wa siku ya kwanza ya kuaga mwili wa Odinga. Taarifa za kifo chake zilianza kama uvumi wa chini, mnong'ono wa wasiwasi alfajiri ya Jumatano, ujumbe mfupi wa maandishi, gumzo la vificho mitaani na mada zenye alama za mshangao zilizokuwa zimeenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, hasa zikiulizia juu ya uwepo wake katika taifa la Kenya ama kuwa nje ya Kenya. Lakini hata hivyo, tetesi hizo zilianza kuthibitishwa kupitia taarifa za dharura kwenye simu, redio na runinga na mitandao ya kijamii, habari ambazo wengi walidhani haiwezekani ikawa kweli Raila Odinga kufariki dunia ghafla, taifa la Kenya likagubikwa na simanzi kubwa. Maisha yalisimama kwa muda katika ofisi, sokoni, mashuleni na hata ndani ya magari, kama unavyoona watu na wanafunzi hapo wakilia wakiwa darasani. Hamna kilichosikika zaidi ya ukimya, mshangao na majonzi. Hakukuwa na maneno ya kuelezea huzuni hiyo. Ilikuwa ni maumivu ya kitaifa yaliyohisiwa kana na kwamba mwili wa taifa umejeruhiwa. Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa zamani, mwanasiasa mkongwe demokrasia na kiongozi wa wananchi aliaga dunia baada ya kuanguka alipokuwa akitembea asubuhi katika mji wa Kochi nchini India. Hata hivyo sababu rasmi za kifo chake ki, ilitajwa kuwa ni mshtuko wa moyo. Kifo chake kilithibitishwa saa chache baadaye, kikifuatiwa na taarifa nyingine nzito kwenye wasia wake, ambapo ilielezwa kwamba Raila alitakiwa azikwe ndani ya masaa sabini na mbili baada ya kuwa amefariki. Hiyo ni taarifa kutoka kwake mwenyewe akiwa bado yuko hai kwa ishara ya heshima ya juu kabisa, rais wa nchi hiyo William Samoei Arap Ruto alitangaza mazishi ya kitaifa na kuagiza shughuli zote za serikali na umma ziahirishwe kwa siku saba. Bendera ziliagizwa isimame nusu mlingoti, shughuli zote za michezo zilisitishwa, hatua isiyowahi kushuhudiwa hata kwa marais wa zamani. Taifa hilo liliingia katika kipindi rasmi cha maombolezo. Ingawa hakufanikiwa katika harakati zake zote tano za kuwania urais, Odinga aliingia katika kisiasa na marais watatu kati ya watano waliowahi kuongoza taifa hilo la Kenya mara nyingi baada ya hali ya kisiasa kuwa tete kufuatia uchaguzi. Akihutubia waombolezaji, rais Ruto alisema atahakikisha kuwa chama cha ODM yani Orange Democratic Movement kinabaki imara na kwamba ataheshimu mkataba wa kisiasa waliotia saini mapema mwaka huu na Odinga, mkataba uliosababisha baadhi ya wanasiasa wa upinzani kuteuliwa kushika nyadhifa za serikali ikiwemo waziri Rais Ruto akiwa anatoa hotuba hiyo, alisema anajivunia kuwa leo Raila Amolo Odinga anapumzishwa na mwanafunzi wake, mtu aliyemfunza kisiasa, akiwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, alisema Ruto kwa hisia mnamo Ijumaa Oktoba 17. Wakati wa hotuba yake ya kwanza kabisa Ruto alikuwa ametangaza kuwa Odinga alikuwa na mchango mkubwa katika kusaidia kuiweka Kenya kwenye mstari baada ya makubaliano yao ya kisiasa kufikiwa mwezi Machi, kufuatia maandamano ya vijana waliovamia na kuchoma baadhi ya majengo ya Bunge. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa ODM walionekana kuwa na mitazamo tofauti kuhusu hatima ya makubaliano na mkataba huu wa kisiasa. Wengine walisisitiza kuwa wataheshima makubaliano hayo huku wengine wakieleza mashaka yao wakikumbuka jinsi walivyosakamwa nyakati za andamano na gesi za kutoa machozi wakati wa maandamano hayo ya upinzani. Ingawa hakufanikiwa katika jaribio lake la kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika, Odinga aliwahi kuwa mpatanishi wa migogoro ya kisiasa katika mataifa kadhaa barani Afrika. Miongoni mwa watuma salamu, makamu wa zamani wa tume ya umoja wa Afrika Erastus Mwencha alisema ushawishi wa Odinga ulivuka mipaka ya Kenya. Amesema namwona kama mmoja wa wapiganaji wa ukombozi wa pili wa Afrika, alisema akiongeza mataifa mengi ya Afrika bado yanapambana kujenga misingi ya kweli ya demokrasia. Akiwa waziri mkuu mwaka elfu mbili na kumi, Odinga alihusika moja kwa moja katika mchakato wa kuandika katiba mpya ya Kenya, mojawapo ya mafanikio makubwa katika historia ya taifa hilo. na hata hivyo, katika hotuba ya rais wa nchi hiyo William Ruto alizungumza juu ya mchango wa Odinga katika katiba ya Kenya. Tangu kutangazwa kwa kifo chake, viongozi wa dunia wameendelea kutoa salamu za rambirambi, wakimtambua kama mwanasiasa wa kipekee na kiongozi aliyekuwa tayari kuweka maslahi ya taifa mbele kuliko tamaa zake binafsi. Baada ya safari ya miaka 80 duniani, hatimaye ukurasa wa Raila Odinga umefungwa rasmi baada ya kuzikwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.